Siku ya leo tumepata bahati ya kutembelewa na kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, maliasili na utalii. Kamati hii imekuja kutembelea katika eneo letu la Makuyuni Wildlife Park. Aa, sisi kama TAWA tumefurahi sana kupata ugeni huu kwa sababu kamati ya Bunge ndiyo jicho la Bunge katika kuishauri serikali, kuishauri wizara katika maswala yanayoendana na mali asili. Kipekee Mheshimiwa Waziri, tuwapongeze TAWA lakini na wizara. Tangu mmepewa eneo hili, kwa kweli mnafanya kazi nzuri. Endeleeni kubuni vyanzo vipya vya mapato ya utalii Tanzania. Wanakuja wageni wengi huku, tumepata eh, Makuyuni eh, Wildlife Park. Unaona, kwa hiyo hii yote ni, ni score kwa wizara, lakini kwa nyinyi kamati ambavyo mmekuwa mki mkituelekeza na tunaendelea kumshukuru sana mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, watalii wameshafikia milioni tano nukta tatu. Yote ambayo umetuambia sisi tutayatekeleza. Sisi ni watu wa jeshi usu na jeshi usu, kitu kimoja kikubwa ni kutia amri, tutatekeleza yote, lakini nataka niwahakikishie ya kwamba eneo hili litakuwa ndio kivutio kikubwa kwa wenzetu walipo karibu katika mji wao, watu wakawe na Watanzania wote. Makuyuni Wildlife ndiyo mpango mzima, kama unataka utalii.